Tendu tendu wanangu farasi limekuja. Tendu tendu wanangu farasi limekuja. Tendu tendu wanangu farasi limekuja. Tendu tendu wanangu farasi limekuja. Sasa kuanzia leo, yoyote anaokuwa na safari zake iwe sana leo usiku saa 12. Farasi